Habari kubwa kutokea kule Marekani ni serikali ya Marekani imezindua mpango mpya wa kuanzisha vituo vya mapatano ya hiari katika ukanda wa Gaza utakaowapa wapiganaji wanaokubali kusalimisha silaha zao fursa ya msamaha na urejeo salama katika maisha ya kiraia. Ili kufanikisha hayo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani ndugu Marco Rubio amewasili nchini Israeli siku ya Alhamisi kwa ajili ya kutekeleza mpango wa amani wa vipengele ishirini wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na wizara ya mambo ya nje ya Marekani, kuasiri kwa Rubio unafuatia kuondoka kwa makamu wa rais JD Vance, huku maafisa waandamizi wa ikuru ya White House pamoja na mke mkwe wa rais Trump yaani Jared Kushner wakihitimisha ziara zao nchini humo. Wote wanashiriki katika jihada za kudumisha usitishaji vita wa siku kumi na tatu kati ya Israeli na harakati ya kipalestina ya Hamasi ya miaka miwili baada ya vita vilivyotikisa mashariki ya kati. Katika hatua nyingine, serikali ya Israeli imepitisha Ha, kwa kura ya awali mswada wa kutekeleza sheria za Israeli katika ukingo wa Magharibi, hatua ambayo wachambuzi wanaiona kama jaribio ya kunyakua ardhi inayotazamwa na Wapalestina kwa sehemu ya taifa la uhuru la baadaye. Kabla ya kuokoa kuelekea Israeli ama kuondoka kuelekea Israeli, Rubio alionya dhidi ya hatua hiyo ya Neseti, akisema kuwa kupitishwa kwa mswada wowote wa aina hiyo kunaweza kuhatarisha usitishaji vita uliopo Gaza na kuleta matokeo yasiyo na tija kwa pande zote mbili. Gazeti la The Wall Street Journal liliripoti kwamba ongezeko la ziara la maafisa wa Marekani nchini Israeli linalenga kuhakikisha mwendelezo wa makubaliano ya kusitisha vita Gaza na kuzuia kuzuka kwa mivutano mipya ambayo inaweza kudhoofisha juhudi za kidiplomasia zinazoendelea. Makamu wa rais Vance alikamilisha ziara yake Alhamisi baada ya kufanya kikao cha ngazi ya juu na makamanda wakuu wa jeshi la ulinzi la Israel katika makao makuu ya wizara ya ulinzi mjini Tel Aviv, ambapo walijadili maendeleo ya utaratibu wa shughuli za kijeshi katika ukanda wa Gaza. Wakati wa mkutano wake na makamu wa rais wa Marekani mjini Yerusalem siku ya Jumatano, rais wa Israeli Isaka Hazoji alisisitiza umuhimu wa kuimarisha matumaini miongoni mwa Waisraeli na Wapalestina na kuhimiza juhudi za pamoja za kurejesha amani ya kudumu.